Wamema wote wanatutendea hmm, lakini watoto walikimbia, watu walikimbia, tujue kama iko wazima katuende tuo tu. Tunazunika moyo sana hmm. Nao waskari wetu wewe walikimbia, kama iko wazima kaaangaza tutarudia, iko lazima tukuwa na nia, wawaitane waungane na wenzao, maneno ao ishe ni politiki yao. Watu wajue bamoya, wanaanza panike kule kama hatuko njo bazazi kule walishanza sikia boga, wangine bakaanza tetemeka, wakazani atupo. Njo tukwa tunapenda watusaidie kama wanaweza, wakatu wakatu libele tunafika hata ku frontiere ya kwetu wanatuona kwanza kisi tulivyo, kisi tulivyo tunateseka. Mimi nasema asante kwa Mungu kwa sababu situasio yenye tulikuwa nayo atukuwa tunajua kama tunaweza toka nje, lakini kwa hivi Mungu anaendelea kusaidia, tuko tukishaanza toka nje, na hivi mimi naanza churuza biashara yangu ya viazi yenye mimi niko na natereka. Ndiyo, katika vita kuko mauaji haikosaki, ile mbo kungambo yangu na ngambo ing ya population tunaambia barudie misituni rujenga tena inchi bupya tena hii iko kuo niveau sio niveau ya bazalindo tena FM.